Mwanamke, kama huwezi kumpa mumeo tendo la ndoa kila siku, isipokuwa zile siku za hatari, mruhusu awe mke wa pili, wa tatu au wa nne. Katika video hii ya kisisimua kutoka Daily na Mimi, tunazungumzia jambo ambalo wengi hulizungumzia kwa minong'ono: kwa nini mwanaume aliruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja? Je, ni kwa sababu ya tamaa au kuna sababu kubwa zaidi za kisayansi, kihisia na hata kidini? Utaelewa kwa kina. Nguvu ya homoni ya mwanaume, uwezo wa kuzaa kila siku, sababu za kihistoria na kijamii, uhalali wa wake wengi katika Uislamu na dini nyingine. Na kama hilo ni jambo ambalo mwanaume yoyote hawezi kuliepuka kabisa. Usisahau kusubscribe, kwa sababu hapa Daily na mimi tunakuletea ukweli mtupu kwa lugha rahisi, kali na ya kuvutia. Makala kamili: kwa nini mwanaume aliruhusiwa kuoa wa wake wengi, sababu za kisayansi na kidini zinazochangamisha akili. Katika historia, kila jamii kuu ya binadamu imewahi kuruhusu au kushuhudia mwanaume mwenye wake zaidi ya mmoja, lakini kwa nini Je, ni kwa sababu ya tamaa ya kimwili au kuna jambo la kina zaidi? Moja, hali ya kisaikolojia na kihomoni. Testosterone is the driver. Mwanaume huzalisha homoni ya testosterone kwa kiwango kikubwa kila siku. Homoni hii ki, ndio kichocheo kikuu cha hamu ya tendo la ndoa. Tofauti na mwanamke ambaye ana mzunguko wa hisia zake wa kila mwezi, mwanaume anaweza kuwa tayari kwa tendo kila siku. Na hii siyo tamaa, ni biolojia yake. Ukweli wa kisayansi, mwanaume anaweza kufikiria mapenzi mara 19 kwa siku. Hii siyo chaguo lake, bali ni wiring ya ubongo wake. Mbili, uwezo wa kizazi wa kipekee mwanaume anaweza kuzalisha mamilioni ya mbegu kila siku. Kiasili hilo lilimfanya awe mtume wa kizazi, mwenye uwezo wa kueneza uzao wake haraka kupitia wake wengi. Mwanamke akiwa na yai moja tu kwa mwezi, hawezi kuendana na kasi hiyo ya uzazi. Kumbuka, katika historia wanaume wachache sana ndio baba wa asilimia kubwa ya watu leo. Wengi wao walikuwa na wake wengi. Tano, sababu za kidini. Uislamu uliruhusu kwa hekima. Katika Uislamu mwanaume ameruhusiwa kuoa wake hadi wa nne, lakini kwa masharti awe na uwezo wa kuwahudumia kwa haki sawa: kihisia, kimwili na kiuchumi. Sababu kubwa ya hili ni kuangalia maslahi ya wanawake waliobaki bila waume kwa sababu ya vita, kuhifadhi hadhi ya mwanamke na heshima ya familia, kuongeza kizazi cha Waislamu na kama mkiogopa kutowatendea kwa haki, basi mmoja tu. Qurani 4 kwa tatu. Nne, mfumo wa asili wa kijamii, evolution ya kuishi kwa ushindani. Katika dunia ya kale wanaume walishindana kwa nguvu, uwezo na ushawishi. Mwanaume aliyeweza kuongoza, kulinda au kutoa alipata wake wengi kama zawadi ya uongozi wake. Kisayansi, wanawake walihamasika kuchagua wanaume wa aina hiyo kwa ajili ya jenetiki bora kwa watoto wao. Evolution theory, wake wengi walikuwa njia ya asili ya kutunza ukoo wenye nguvu, sio tamaa tu. Tano, hili si jambo la kuweza kuliepuka kwa mwanaume yoyote. Mwanaume ana ndoto, mawazo na mihemko isiyoisha kuhusu mapenzi. Haijalishi kapewa mke mmoja au wanne. Vishawishi vya kutaka zaidi hutokana na asili yake ya kuzalisha kila siku, si hulka tu ya tamaa. Hii haimaanishi mwanaume hana uwezo wa kujizuia, lakini ni muhimu kuelewa kuwa mfumo wake wa ndani haukuumbwa kwa mpenzi mmoja pekee. Mwisho, ndoa ya wake wengi siyo tu suala la kijadi au kidini, ni suala la muundo wa maumbile ya mwanaume. Kuelewa hili ni hatua ya kuelewa siasa za mahusiano, historia ya familia